Medyo. Ukiacha mashabiki ambao walikuja kuwapa sapoti kule Afrika ya Kusini, Moses Mabida, lakini kuna mashabiki ambao walijitokeza pale za KM na mpaka kafu amewaposti, zungumzana nao nini kauli yako? Tumeendelea kuwa na, na, na mvuto angalia. Ukiangalia e, jana pale katika uwanja wa Moses Mabida, sisi Simba tulikuwa wengi zaidi kuliko wapinzani wetu, lakini kama haitoshe hapa nyumbani e, katika viwanja vya Mbagala za KM, kulikuwa kuna shangwe la kutosha, mashabiki wa kutosha ambao walikaa pamoja kuiangalia Simba yao. Kwa sisi kwenye upande wa mashabiki ama upande wa mashabiki, tumeendelea kufanya vizuri na hiyo ni cha mtoto Isaya Dede, yeah. Kwenye fainali ndio tutafanya kufuru kubwa, mji mzima ama nchi nzima, watu wataangalia fainali barabarani no. yeah. yeah. Na kombe linatoa yes, tunachotaka ni kulibakisha kombe Tanzania, atuko tayari kwa namna yeyote ile. Fainali inachezwa nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, fainali inamalizikia mbele ya mashabiki wetu elfu sitini watakaokuja Benjamin Mkapa katika ardhi hii ya, ya, ya Mama Samia. kombe la kafu liko pale, alafu tuliache liondoke, liondoke na mwarabu. Hiki ndio kitu ambacho hatutaki kukiona kinatokea kwa namna yeyote ile. Kwa ufupi ni kwamba hatutaki kuvuliwa taulo ukweni, tutakwenda kupambana kadri inavyowezekana, kombe libaki hapa Tanzania ile jina lako sasa la semaji wa kafu kama umeliratibisha rasmi eh, uliona mbali eh, semaji la finali ya kafu wewe imeongezeka <laughs> imeongezeka nyingine. Maswali mengine tafadhali, semaji moja ya timu ambayo sasa hivi Tanzania, timu pekee ambayo inashiriki ambayo ipo kwenye michuano mitatu yote ni Simba, Simba ambayo yuko kwenye FA Swali lako nafupisha kwa sababu waandishi wengine wanamsubiri. Kuna uwezekano Simba mwaka huu akachukua tena? Ni mapema mno eh, kuzungumzia yote hayo lakini sisi akili yetu hivi sasa imejikita zaidi kwenye tarehe kumi na saba na tarehe 25 labda uje uniulize hilo swali tarehe 26, baada ya kuwa kwanza tumeshachukua ubingwa wa Afrika. Ndio tutaanza kuangalia na makombe mengine, lakini hapa tunaangalia uwezekano kama ambavyo amesema mwenyekiti wetu jana, tunaangalia uwezekano wa kwenda Pemba kwenda kushiriki kombe la muungano. Unafuatilia muungano huko Pemba? Ah, sifuatilii, sifuatilii yeah. Hey, imeanza iko sawa lakini tunaangalia uwezekano na sisi kwenda Pemba kushiriki kombe la mapinduzi. Yes, na sisi tuanzie fainali twende fainali kwa sababu kufika. Yes. Sasa wa Azam au upande wa Yanga waandaaji ndio watakaoamua. Au kama wanaweza kwa kuwa nyinyi ni mna fainali ya CAF basi automatic mje mcheze fainali kwenye nani? Kwenye, kwenye, kwenye muungano, sisi tuko tayari Exactly. <laughs> Ya yeah, lazima mtu uone, uone mbali. Uh, Ubingwa wa Afrika na uona kabisa. Ubingwa wa Afrika na uona kabisa. Berkane ni aina ya mpinzani ambaye tunamudu kwa asilimia mia moja. Sasa kama ubingwa wa Afrika na uona, kwa nini nisianze kufikiria Super Cup dhidi ya Mamelodi Sundowns hapo Abu Dhabi? <laughs> Whatever, awe Mamelodi, awe Pyramids, lakini mimi naiona Simba ikicheza Super Cup. Abu Dhabi. Abu Dhabi, au Abu Dhabi au Qatar au Dubai ilikuwa ina wauma kimsingi, tumekata ngebe hilo. <laughs> Ndo jambo la msingi ambalo tumekata ngebe na msimu huu. Nadhani katika misimu ambayo tulidharaulika sana ni pamoja na msimu huu, ndio maana wanaweza ukamwona hata Ngoma alifikia kusema vile, na kila mtu anaweza kusema anachoweza kusema msimu huu e, wakati tunamleta tuna Fadlu Ee, kibeki zilianza kwamba wamechukua kocha wa kawaida e, wamechukua kocha msaidizi hana uzoefu, kocha ameshusha timu, sijui ligi, si maneno yakawa mengi. Sisi tukanyamaza tu tukaanza kushiriki, e, michuano ya kafu. Mpinzani wa kwanza alikuwa ni, ni Al Ahli Tripoli. Wakasema Simba mwaka huu haendi makundi, Al Ahli Tripoli ana mabululu, sijui ana nani, Simba shughuli yake imeishia hapa Kamtandika kamtanika Al Ahli Tripoli bao tatu ya safi mnyama akaenda zake group stage. Group stage stage tukapangiwa Warabu wawili na Msauzi Kusini mmoja. Uh, wakasema wakapanga kabisa wenyewe kwamba wa kwanza Konstantin, wa pili Sfaxin, wa tatu Bravo Simba, tajiangalia sehemu ya kujiweka hapo katika hali ya kushangaza. Mnyama ndo tukaenda kuongoza hilo kundi ambalo wao walituweka sisi watatu ama wanne pap, tukaangukia kwa kwa farao Misri, wakasema sasa hapa ndio anakwenda kuishi kwenye jina lake la siku zote la mwaka robo tukaenda, tukapambana naye Almasiri, tukamtandika bao uh, tukamtoa kwa penalti bao nne kwa moja. Tukaangukia kwa Stellenbosch bosh, wakasema tena Stellenbosch kamtoa Zamalek. Simba ni nani anaondolewa Stellenbosch? Tumemtandika goli moja kwa sifuri, nyama ameingia fainali. Kwa hiyo kila ambapo walikuwa wanatusubiri tudondoke, kila ambapo walikuwa wanatamani Simba ianguke tumewa surprise na tumekwenda hatua ya ya juu zaidi. Kwa hiyo mafanikio hayo lazima sisi tujivunie lazima tujitambie nayo , lakini vilevile wao walidhani kwamba fainali ya Kafu ni kitu kigumu kwa Simba Sports Club kwa sababu wao walipita kwa Ndondokela wakakutana kutana na maiti ah, mpaka wakafika fainali, wakafikiri na kwa Simba pengine ingekuwa ngumu. Simba ni timu ya kitaalamu baba, tumetoboa tena kwenye njia ngumu ya mateso kwelikweli. Tumefika, tumefika zetu fainali, na hapa fainali hatuishi hapa, tuna angalia ubingwa wenyewe sisi, uh, la, uh, uh, sisi kusema kweli ni wachoyo na hatutaki kuwamfundisha mtu yeyote na tungependa kuona timu zote zinaishia pabaya kila siku <laughs> exactly.